Habari za wakati huu wa baba wenzangu, ndani ya Marie Stopes na nje ya Marie Stopes. Tukiwa tunasherehekea siku ya baba duniani, tunafahamu kwamba mimi kama baba uh, mawasiliano yaliyo bora kati yangu na familia yangu ni nguzo muhimu sana katika ustawi wa familia yangu, hasa watoto ambao wanamwangalia baba akiwa na mama pia, kama viongozi wa familia. Heri ya siku ya baba duniani, tusherekee kama baba. Afya yangu ni zawadi ya familia yako. Ukijijali wewe mwenyewe, unajali na familia yako pia. Mimi kama baba mwenye afya njema, ninaweza kuhakikishia familia yangu furaha na usalama. Siku hii ni zaidi ya zawadi, nafasi ya kutafakari, kuboresha malengo ya maisha. Siku hii inanifanya nitafakari umuhimu wa afya yangu ya akili kwa ustawi wa familia yangu. Uh, nawatakia kina baba kwa, uh, siku ya maadhimisho ya kina baba duniani. Nawatakia heri waadhimishe vizuri, lakini tukumbuke kupimia afya zetu mara kwa mara. Marie Stopes kwa kila hatua ya mwanamke.